Leo tarehe 7 mwezi huu wa tano na mwaka huu wa 2025 ndio ile siku ambayo Bunge la Ulaya lilipanga kujadili hali ya kisiasa nchini Tanzania, hasa kuijadili kesi ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema, Tundu Antipas Lissu. Hatimaye siku imewadia na mjadala huo ulipangwa kujadiliwa kuanzia saa saba mchana hadi saa nne usiku. Sasa mwanasheria na wakili wa kimataifa wa Tundu Antipas Lissu anasema Tunakaribisha uamuzi wa bunge la Ulaya kujadili suala la Tundu Antipas Lissu. Tumeandika barua ya wazi kwenda kwa rais wa bunge hilo. Hii ni mwanzo tu wa shinikizo la kimataifa kwa Rais Hassan na CCM. Kuna njia rahisi ya kumaliza hili, hashtag mwachie Tundu Lissu. Hayo ndiyo ambayo mwanasheria huyo wa kimataifa wa Lissu ameyaweka wazi na tumepata nafasi ya kuiona barua hiyo ya wazi ambayo mwanasheria huyo na kampuni yake ya Amsterdam and Partners LLP wameiandika kwenda kwa rais wa bunge la Ulaya juu ya sakata la Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Tutakuonesha, tutakusomea na tutakupitisha doti kwa doti kwenye barua hiyo, ili nawe pia ujue yaliyomo na yaliyoandikwa ndani ya barua hiyo kwenda moja kwa moja kwa rais wa bunge la Ulaya juu ya sakata la Tundu Antipas Lissu. Barua hiyo ni ndefu kidogo na imeandikwa maneno ya Kiingereza na mengine yenye misamiati migumu, lakini usiwe na shaka, nitajitahidi kwa kadiri ya uwezo wangu kuiweka vizuri kwa lugha yetu adhimu kabisa ya Kiswahili. Moja kwa moja bila kupoteza wakati, hebu twende sasa tukatazame yaliyomo ndani ya barua hiyo. Na nukuu hapa. Amsterdam and Partners LLP London, Washington, mtaa wa 125 Old Broad, London EC2N 1AR Amsterdam and Partners LLP, amsterdamandpartners.com. Tafadhali elekeza majibu kwa r.amsterdam at amsterdamandpartners.com. Tarehe 6 Mei mwaka huu wa 2025 Rais wa Bunge la Ulaya Mheshimiwa Roberta Metsola, Bunge la Ulaya Jengo la Louise Weiss mabano LOW Ale du Pretempsi f 67070 Strasbourg Sedex, Ufaransa Mheshimiwa Rais Metsola, kwa kuzingatia vikao vinavyokaribia katika Bunge la Ulaya kuhusu suala hili, tunaandika kwako kama wanasheria wa kimataifa wa Tundu Antipas Mugwai Lissu, kiongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania ambaye amekamatwa isivyo halali na kufunguliwa mashtaka ya kosa linaloweza kupelekea hukumu ya kifo chini ya sheria za Tanzania. Kukamatwa kwake ni ishara ya tishio linaloongezeka kwa uhuru wa kisiasa na uhakika wa utawala wa sheria nchini Tanzania. Hali ya kisiasa inazidi kuzorota na hatua zinazochukuliwa na serikali zinaonyesha kuwa hali itazidi kuwa mbaya kadiri uchaguzi unavyokaribia. Rais Hassan amechukua hatua za kunyamazisha wapinzani wake wa kisiasa, hatua ambazo ziko moja kwa moja ndani ya mamlaka ya Bunge la Ulaya. Mheshimiwa Lisu amekuwa akiongoza Chadema tangu Januari mwaka huu wa 2025 baada ya kuendesha kampeni ya kuleta mabadiliko muhimu katika uongozi wa chama. Mheshimiwa Lisu ni mwanasiasa na mpiganiaji wa kupinga ufisadi mwenye uzoefu, akiwa amehudumu kama mbunge kati ya mwaka 2010 hadi mwaka 2020. Aidha, amewahi kuhudumu kama rais wa Tanganyika Law Society yani TLS. Kampuni yetu ya sheria inashirikiana kwa karibu na wanasheria wa ndani wa Mheshimiwa Lissu ambao hutupatia taarifa za mara kwa mara kuhusu ukiukwaji mbalimbali wa haki za binadamu unaohusiana na kuendelea kuzuiliwa kwa mteja wetu pamoja na viongozi wengine wa juu wa Chadema. Ripoti tunazopokea zinatia wasiwasi mkubwa. Tunatiwa wasiwasi mkubwa na hatua zinazochukuliwa na serikali ya Tanzania za kunyamazisha upinzani wa kisiasa kupitia kunyima haki za msingi na kukamatwa kiholela kwa kutumia nguvu kubwa dhidi ya Mheshimiwa Lissu na wengine. Rais Hassan alianza kipindi chake cha uongozi kwa ahadi za mageuzi na kufungua uwanja wa siasa. hata hivyo, sasa inaonekana amerejea kwenye utawala wa kiimla wa mtangulizi wake John Magufuli. Mheshimiwa Lissu si mgeni wa ukandamizaji wa serikali. Mnamo Machi mwaka wa 2017, Mheshimiwa Lissu alikamatwa kwa kutamka maneno yaliyokusudiwa kuumiza hisia za kidini, kusababisha chuki na nia mbaya kwa madhumuni yasiyo halali. Takriban miezi minne baadaye alikamatwa tena, safari hii kwa mashtaka ya uchochezi. Mwaka huo ulifikia kilele chake kwa mkasa mkubwa kwa Mheshimiwa Lisu mnamo Septemba, aliposhambuliwa kwa risasi mara 16 na, na watu wasiojulikana karibu na makazi yake huko Dodoma. Waliotekeleza shambulio hilo hawajawahi kutambulika, achilia mbali kufunguliwa mashtaka. Hata hivyo, mnamo mwaka 2020 chombo cha usuluhishi wa ajira kilichoko London kilisikiliza ushahidi kwamba kampuni ya simu ya Tigo ilitoa taarifa za simu na za mahali alipo Tundu Antipas Lissu kwa mamlaka za Tanzania saa 24 kwa siku katika wiki zilizotangulia jaribio la kuuawa kwake. Mnamo tarehe 9 Aprili mwaka huu wa 2025, ukandamizaji wa serikali ulifikia hatua yake ya juu zaidi. Mheshimiwa Lisu alikamatwa na baadaye kufunguliwa mashtaka mawili, mojawapo likiwa na adhabu ya kifo. Anashutumiwa kwamba mnamo tarehe 3 Aprili mwaka huu wa 2025 alichapisha taarifa kwenye YouTube akiwa anajua kuwa taarifa hizo ni za uongo na zinapoto... na na zinapotosha umma. Mheshimiwa Lissu amefunguliwa mashtaka hayo chini ya kifungu cha 16 cha sheria ya makosa ya mtandao akiwa na makosa matatu ya aina hiyo. Cha kutisha zaidi, Mheshimiwa Lisu amefunguliwa mashtaka ya uhaini chini ya kifungu cha 392D cha kanuni ya adhabu. Kesi inayohusiana na kosa hili inasema kwamba Mheshimiwa Lisu mnamo tarehe 3 Aprili mwaka huu wa 2025, alikuwa na nia ya kuchochea umma kuzuia uchaguzi mkuu wa Tanzania wa mwaka huu wa 2025 na alidhihirisha nia hiyo kwa kutisha serikali kuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mashtaka hayo yalithibitishwa alipofikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu mnamo tarehe 10 Aprili. Mnamo tarehe 24 Aprili, wakati wa usikilizaji wa awali wa shauri hilo, hakimu anayesimamia kesi hiyo alitupilia mbali hoja zote zilizowasilishwa na wenzetu wa Tanzania kuhusiana na pingamizi la awali, ikiwemo hoja zao kuhusu mateso wanayoendelea kumpa Mheshimiwa Lissu gerezani. Wakati huo huo hakimu ameamua kwamba vikao vya usikilizaji vitaendelea kufanyika kwa njia ya mtandao licha ya pingamizi kali zilizotolewa na wanasheria wenzetu. Hii ni kinyume na sheria za Tanzania ambazo zinataka kesi nyeti kama hii ya Mheshimiwa Lissu kusikilizwa mahakamani wazi. Kukataliwa kwa pingamizi za awali zilizowasilishwa na wenzetu kwa masikitiko kulitarajiwa, hasa kwa kuwa Mheshimiwa Lissu amenyimwa fursa ya kuonana na timu yake kamili ya wanasheria jambo ambalo ni kinyume na kanuni zilizowekwa kitaifa na kimataifa. Amsterdam and Partners LLP imepokea taarifa kwamba wenzetu nchini Tanzania kwa ujumla wamezuiliwa kumwona mteja wetu. Wakili mmoja tu aliweza kumwona Mheshimiwa Lissu kwa dakika 15 pekee. Mazungumzo kati yao kadiri yalivyoweza kufanyika katika muda huo mfupi yalikuwa yakifuatiliwa na maafisa wa gereza, jambo ambalo tena ni kinyume cha sheria za Tanzania na viwango vya kimataifa. Usikilizaji wa awali wa kesi ya uhaini, ambao utafanyika kwa njia ya mtandao, umepangwa kufanyika leo tarehe sita Mei. Tukizingatia asili ya kisiasa ya hali hii na ukiukwaji wa taratibu za haki ambao tayari umetokea, tuna sababu ya kuamini kwamba Mheshimiwa Lisu hatopata usikilizaji wa haki leo pia. The Guardian mwaka 2025 April 18 Chadema yatikisika baada ya Lisu kuondolewa gereza la Keko, IPP Media. Imepatikana kutoka hapa. Wakili huyo ameambatanisha na linki za chapisho hilo. Wakati Mheshimiwa Lisu akiwa shabaha kuu ya ukandamizaji wa serikali kwa sasa, msako dhidi ya upinzani umeongezwa kukamatwa kwa wanachama na wanaharakati wa Chadema kunalingana na mtindo wa jumla wa serikali kutumia kukamatwa na kuzuiliwa kama njia ya ukandamizaji wa kisiasa. Mnamo tarehe 24 Aprili, viongozi kadhaa waandamizi wa Chadema walihudhuria mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam wakiwa na nia ya kushiriki katika kikao cha kwanza cha kesi ya kiongozi wa chama chao, kama inavyotarajiwa katika kesi ya kisiasa yenye ufuatiliaji mkubwa, polisi waliwakamata wengi waliokuwa wakisubiri kuhudhuria kikao hicho, wakiwa langoni mwa mahakama, wakiwemo John Heche, makamu mwenyekiti wa Chadema, na John Mnyika, katibu mkuu wa Chadema, pamoja na angalau wanachama wengine ishirini wa Chadema na wanaharakati. John Heche na John Mnyika wame... John Heche na John Mnyika wameachiwa tangu wakati huo. Hata hivyo, kwa viongozi wengine wa Chadema waliokamatwa hali ilikuwa tofauti. Amsterdam and Partners LLP imearifiwa na wanasheria wa ndani wa Mheshimiwa Lissu kwamba waliokamatwa walishikiliwa kwa muda mrefu na walipigwa vibaya na polisi, jambo ambalo limezidisha wasiwasi juu ya usalama wao na baadaye, ndani ya Tanzania na katika jamii ya kimataifa Amsterdam and Partners LLP haiko peke yake kulaani kukamatwa kinyume cha sheria na kiholela kwa Mheshimiwa Lissu na wenzake wakati wa ibada ya Pasaka mnamo wakati wa ibada ya Pasaka mnamo tarehe 20 Aprili, askofu Katoliki Wolfgang Pisa alitoa wito wa kuachiliwa kwa wote waliokamatwa kwa sababu ya kutetea mageuzi ya kisiasa. Amnesty International vile vilevile imeitaka serikali ya Tanzania imwachilie mara moja na bila masharti Tundu Lissu. Katika taarifa ya pamoja kwa niaba ya wanachama wake mbalimbali ikiwemo jumuiya ya wanasheria Afrika Mashariki, jumuiya ya wanasheria wa Pan Africa, jumuiya ya wanasheria ya SADC, na kituo cha haki za binadamu cha chuo kikuu cha Pretoria, tume ya kimataifa ya majaji yani, International Commission of Jurists. Ilieleza wasiwasi mkubwa kutokana na msako wa vurugu dhidi ya mikusanyiko ya amani na kukamatwa kwa hila kwa Mheshimiwa Lissu. Sio kupindukia kusema kwamba kwa Mheshimiwa Lissu, kesi hii ni suala la uhai na kifo. Serikali ya Tanzania inafanya vitendo ambavyo havina ulinganifu wowote na misingi ya utawala wa sheria iwe katika muktadha wa sheria za Tanzania au sheria za kimataifa. Kuzuiliwa kwa mheshimiwa Lissu ni ukiukaji wa sheria za kimataifa, kwa sababu pamoja na zilizojadiliwa tayari katika barua hii, kuna ubaguzi wa wazi wa kisiasa. Aidha, chini ya kifungu cha kumi na moja cha chini ya azimio la Umoja wa Mataifa la haki za binadamu, kila mtu anayeshtakiwa kwa kosa ana haki ya kusikilizwa kwa haki na hadharani. Serikali ya Tanzania inamnyima mheshimiwa Lissu haki hii ya msingi. Tukizingatia mamlaka na maadili ya bunge la Ulaya, kesi hii inahitaji msaada kamili kwa mheshimiwa Lissu na hatua za kuwawajibisha wale wanaohusika katika mateso yake. Bila uingiliaji wa jumuiya ya kimataifa, ukiukwaji wa haki unaowakumba watu wa Tanzania utaendelea kuongezeka kadiri serikali itakavyozidi kujikita na kuongeza ukandamizaji wa kisiasa. Kwa hiyo, tunatoa wito kwako uchunguzi wa haraka ufanyike juu ya vizuizi vya kiholela na vya hatari vinavyofanywa na serikali ya Tanzania chini ya uongozi wa Rais Hassan. Tunakusihi ushughulikie ukiukwaji uliobainishwa katika barua hii. Utoe ripoti za umma kuhusu kuendelea kuzuiliwa kwa mteja wetu, Tundu Antipas Lissu, utoe wito wa dharura kwa serikali ya Tanzania ukitaka maelezo na hatua madhubuti za kumaliza vitendo hivi vya kinyama, na utoe maelezo ya wazi kuhusu matokeo yanayoweza kuwafikia wale wanaoshiriki katika ukiukaji huu wa haki za binadamu. Wako kwa dhati, Robert Amsterdam, mwanzilishi na mshirika mkuu wa Amsterdam and Partners LLP. Wako kwa dhati, Robert Amsterdam, mwanzilishi na mshirika mkuu wa Amsterdam and Partners LLP. Nakala SND Group, nakala Renew Europe Group, nakala Green Mkwaju EFA, nakala The Left